Katika ili zoezi la unywaji wa maziwa mashuleni na katika mikoa hii imefikia shule 218 na wanafunzi laki moja ishirini na mbili elfu mia nne themanini na moja wamenufaika na zoezi hili. Inatushauri kila mtu anapaswa kunywa angalau kila siku ili kuhakikisha afya na lishe zinaimarika. Dhumuni la programu hii ya unywaji wa maziwa mashuleni Ningependa tu kuwaambia wanafunzi, ninyi ndiyo metakiwa muwe chachu kwa kuwaambia wazazi wenu kwamba tunahitaji kunywa maziwa shuleni. Na kwa upande wa wazazi, huu ni ujumbe kwenu, watoto wakija wakisema nataka kunywa maziwa, wapeni maziwa kwa sababu maziwa yapo. Sisi tupo, tunaendelea kufuatilia pamoja na bodi kuhakikisha kwamba Tanzania hasa sehemu ya milita Sisi shirika la Heifer International ni wadau wa maendeleo ambao tumekuwepwa hapa nchini toka mwaka 1974 tumekuwa na jitihada mbalimbali katika uendelezaji wa sekta hii ndogo ya maziwa, kuanzia kwenye eneo la uzalishaji, uboreshaji wa miundombinu mpaka kwenye maeneo ya masoko. Tulifanya sana nyanda za juu kusini, ambapo tunavaita masoko yaliyoendelea kwa sasa, na pia hatukusita kuja kanda ya Ziwa, ambapo pia tumeendelea na juhudi za kushirikiana na serikali na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba sekta ya maziwa pia inakuwa. Na kwa sasa tunafanya kazi a mkoa wa Geita, ambapo tunafanya wilaya mbili, na tulianza na maeneo hayo hayo kuanzia kwenye uzalishaji, lakini pia tunaendelea kuboresha miundo mbinu mpaka kwa upande wa masomo tulifanya mirali ya unywaji wa maziwa mashuleni kwa mikoa ya nyanda za juu kusini ambapo tuliweza kuwafikia watoto zaidi ya elfu kumi na sita na tuliona matokeo makubwa sana, hasa katika elimu. Tuliona kabisa wanaendelea kuboresha wa nini tunafanya kwa pamoja ili zoezi la unywaji wa maziwa liwe endelevu ndani ya familia moja moja ndani ya taasisi zetu na kama elimu kwa ujumla. Naomba nitumie fursa hii kuwahamasisha. Moja, wazazi na walezi, tujenge utamaduni wa kuhakikisha maziwa yanapatikana kwenye familia zetu. Nitoe rai kwa taasisi zetu hizi chini ya uratibu na usimamizi wa maafisa elimu kama ambavyo tumekuwa na programu maalum ya lishe kwenye shule zetu, swala so, la upatikanaji wa maziwa nalo ni sehemu ya programu maalum ya lishe katika taasisi zetu, na inawezekana tuendelee, tuanze kushirikiana na wadau wetu wa maendeleo, kama taasisi zote za kutolea huduma ya elimu zitakuja na programu maalum ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa No wale, kefana, so yes, kwa kushirikiana na wadau wetu wa ndani na wadau wa nje, tafsiri yake tutakuwa tumefanya zoezi la upatikanaji wa maziwa shuleni kuwa endelevu, na kufanya maadhimisho haya, lazima kila mdao atafakari namna gani ambavyo mazoezi haya ya unywaji wa maziwa shuleni yatakuwa endelevu, na uendelevu wake unatokana na uhakiki wa wa maziwa, ukaanza, kwa upatikanaji wa maziwa unaweza kwanza nakuwa na programu maalumu ya kufuga ng'ombe kwa wa maziwa katika maendeleo